Ya yeah, hello, karibu tena katika YouTube channel yetu ya Mamdogo Beauty Training. Basi leo tunaenda kufundisha mbano mpya. Ah, utachukua rasta yako bunda moja, rasta ni ndefu, usitumie rasta fupi. Utaenda kufunga hii yote ni baada ya kukusanya nywele zako vizuri hapa katikati na kuzipaka jeli. Ndio tunaendelea hapa. Na hope watu wengi kuwa tunafahamu, tumefuatia video zetu. Tukajua jinsi ya kukusanya nywele sehemu moja kwa ajili ya kubana biarusi. Basi baada ya kufunga hapo, utakuwa unachukua nywele yako ya kwanza, utaanza kuichana. Hakikisha kila nywele yako unaichana vizuri. Baada ya kuichana kama hivyo, utaweka chupio ili nywele yako uibane. Utaka chupio upande wako wa kushoto pamoja na upande wako wa kulia. Baada ya hapo, ni utakwenda kurudisha nywele yako juu. Kila tu hakikisha unachana nywele yako vizuri, utarudisha nywele yako juu kama hivyo sharudisha hapo, unaanza kuitwist, unabana tena na chupio, ndipo tunapoanza kuitwist kuzungushia mkono wako wa kulia. Ya karibuni sana katika madarasa yetu kujipatia mafunzo kwa gharama nafuu zaidi. Haya basi, baada ya kubana hapo, hakikisha kila hatua unachana nywele zako. Usipochana nywele yako itajikunja kwa utachana nywele yako kama hivi huku, tunaitwist. Unaichana unairoll, unaichana unairoll. Mmm, unaweza kuita kuroll au kutwist. Unafanya hivi hadi rasta yako inapoishiria. Usisahau kusubscribe hapo chini na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza pindi tu tunaporusha video zetu YouTube. Pia unaweza kutufuatilia katika TikTok, huwa tuna madarasa ya live kila Alhamis na Ijumaa, muda ni kuanzia saa 4:30 mpaka saa sita. Karibu sana kwa ajili ya kujipatia mafunzo mazuri kama haya. Namba zetu ni 0719569760. Kwa ukimaliza hii ya kwanza, hii ya pili ambayo uliacha unakuja nayo unaimalizia kama hivi, jinsi tunavyomalizia. Jamani, sisi madarasa yetu yanapatikana Kimara, Mbagala, Kigamboni, pamoja na Pugu kajiungeni. Karibuni wote kujipatia mafunzo kwa gharama nafuu na muda mfupi, maana mafunzo yetu sisi ni kwa miezi minne tu, unajifunza vitu vizuri kama hivi unakuwa umefahamu ya. Karibuni sana na asanteni kwa kutufuatilia.